Kupuliza ilifanye nini kuwasha moto, manake gesi. Wewe kupikia mkaa no? kipindi hicho ujawahi hata kidogo, nyinyi ni gesi tu. Basi sawa, ne mlizingatia mm. matumizi ya nishati safi kabisa, hatutaki kuharibu mazingira haya. Sasa bwana Kizimbani, siku ya leo, tunaamini ulikuwa umeketi mm -hmm. hapo mithili ya kwamba mtu anasubiria mshahara. Eh? Eh, unajua Kizimbani imekaa kama hivi siku za mshahara, za mshahara vile umeketi zako. Unaangalia mbona message nyingi? Unaangalia tu simu, mbona hamna ile message ya kwamba kama muamala utambui, rudisha. Kiwango cha shilingi kimewekwa kwenye account inayoishia 776. Eh, afu na zile herufi ambazo zinachanganyikana pamoja na namba. Na namba. E. Na, na, na, na nukta Mm. Hiyo <laughs> ndo nzuri, wengi wanatamani kuiona. Mm, hii -hmm. Tabia leo hii watu wanayo, ndugu yangu, ukishai haribu tu tayari ukishai, ukishai ongezea kitu kingine basi nahamisha na yenyewe na mawazo tu sasa. Hasa hivi, tuli tulishia wapi? Tulikuwa tunaongelea nini bwana? Ah, tutawanyike, tutaendelea kesho, mpaka tena uende ukae uanze kuvuta kumbukumbu kwamba mlikuwa mnazungumzia kitu gani. Leo tunaangazia baadhi ya watu ambao mnatabia kukatisha mazungumzo ya watu bila hata sababu. Diyo. Jamani, ukiona tunazungumza basi waache kwanza. Wamalize. Wamalize alafu nenda sasa. Ehe. Ama fika. Una si una shida nao? Kaa kimya wamalize, na wewe ndio uweke shu yako, ukaaribu watu wana wanafikia mwisho wa siku kubageni, utakuta labda mm -hmm. mambo ya dili huko mm -hmm. dili ndio lishakufa hapo. Eh, mtu anapewa mchongo pale, lakini mwisho wa siku fya hiyo yeah. E, <laughs> yani ha, ha, ta, mm. Jamani hatukatazi kwamba iweza kuwa wewe wakati huo unafika una issue yako ya muhimu zaidi kuliko hata hicho ambacho wanakizungumza wao, e. Lakini isije tu ghafla. Ndio. Jamani. Tueni wastarabu kwanza. Kimsingi mtu kuingilia mazungumzo ya watu wengine wanapokuwa anazungumza ni kitendo ambacho mara kadhaa kimekuwa kikifanyika, lakini sasa itategemea kwamba kimefanyika katika utaratibu gani. Kuna wakati mtu anafika anaingilia mazungumzo kwa sababu mazungumzo ameona kwamba anastahili kuyaingilia, au mazungumzo ameona kwamba anafaa kuyaingilia hayo mazungumzo, na wakati mwingine anaweza kaingilia kwa sababu ya ukaribu wao yeye na wale watu wanaozungumza. Tuseme kwa mfano, wanaozungumza ni watu ambao wanalika labda miaka ishirini, na wewe ni marafiki zako kwao, unaweza kukuta hata wanazungumza, nyie mnaongea nini bana? Nisikilizeni mimi na yeye akaanzia hapo hapo ambapo amefikia, kama tabia tu. Lakini kimsingi katika maisha tunayoishi sasa hivi, kwa wale ambao wameshakuwa watu wazima Unapowakuta watu wamejitenga wawili au watatu wanazungumza mahali, ni lazima ufahamu au ujiongeze mwenyewe kwamba hiki wanachokifanya hapa e, kina namna. Ndio maana wamejitenga pembeni. Wakati mwingine unakuta kuna watu kundi kubwa wanaendelea kucheza mpira, wanacheza draft, wanacheza nini, lakini kuna watu wawili ambao wameenda pembeni. Kwa hiyo pale hapahitaji hata sayansi physics wala kemia, panaeleweka tu moja kwa moja kwamba hawa wamejitenga hapa kwa sababu wana jambo. Ni vyema kusubiri wakamaliza jambo lao, au, au uka uelewa mada yao kabla hujachangia au ukawaomba kuingia kwenye mada yao, kwamba hiyo mada ambayo wao wanazungumza wewe unaikubali, wewe unaipokea au umekukaribisha katika mazungumzo hapo, unaweza ukaingilia. Lakini kama hutofanya hivyo, inaweza kupelekea kutokea kwa migogoro e, kama vile ugomvi kuinuka ghafla, hasa kwa vijana wa kiume wanataribiaka wakagombana. Wakati mwingine pia e, ni kitendo ambacho tuseme ni kama cha kikatili. Wakati mwingine katika wanaozungumza, kuna mwingine anaweza kuwa anaelezea feelings zake, anaelezea hisia zake, anaelezea changamoto zake, anaelezea vitu ambavyo unahitaji kupata mawazo chanya kutoka kwa mwenzake. Unapoyaingilia moja kwa moja, yule mtu kisaikolojia, umemkatili na anaweza katoka pale akachukia, kwa sababu mazungumzo yana impact na yana results, hasa ya kama mtu atazungumza hajapata yale matokeo aliyotaka kuyapata. Mimi nazungumza na wewe, nataka ushauri, umekatisha maongezi kabla mimi sijapata ushauri niliotaka kuupata, manake dawa naotaka kuipata kwa huyo mtu sijaipata, manake inaweza ikapelekea migogoro, jambo ambalo pia sio zuri. Yeah, mm -hmm. Jambo sio zuri jamani. Hata unapotaka kuingia nyumbani kwa mtu, ndio ndio maana unashauriwa bisha hodi. Hata kwenye kwenye maeneo haya mali watu haya, ukienda wameandika, piga hodi mara tatu wapi. Maeneo ato. Maeneo yananilia ya ya ya, ya, ya, ya kwenda nanili hey, chooni. Na maanisha kwenye vyoo hivi. Ah. Eh? Milango ile? Hiyo mimi nimeisikia kwako hiyo. Ah. Kumbe vipo eh? Ujaona sehemu kwa unakwambia piga piga hodi mara tatu. Piga hodi mara tatu kwenye mlango wa chooni. Vile vyoo vyananili vya, vya umma. Achana kwako. Kwa sasa, ingia ingia juo, kwa sababu, si kuna kuwa na komeo kuna milango mingine hata komewa na irudishiwa yani tu hivi. Ishi kwetu uswazi, ishi uswazi wewe. Kule kuna onyo, kuna onyo, kabla ujaingia unaambiwa piga hodi mara tatu, kwa hiyo asipoitika ndo unajua kuna mtu, eh. Au utakuta kuna mtu mwingine anakuambia bwana, nimo Haya tupendeshe <laughs> <laughs> <laughs> kwenye ujumbe mfupi. Bado eh, dakika mbili matangazo yaje hapa. A, nyingi sana hizo. Kwa eh, miye, miye tena. Sawa. Nyingi sana. Mr. Damu bwana mm -hmm. pamoja sana kwako nasema tumegusa penyewe. Mhm. Mm, nasema jamani watu kama hao ambao wana tabia hiyo waiache, sio vizuri. Ndio. Lakini huyu mwingine asema ao watu bwana muakere Tushakera mpaka hapo, eh, hizo sio nzuri yani, kama vile mmewaona ni kweli kabisa mm -hmm. wamepigwa na kitu kizito, naitwa Machumi Antoni kutokea pande za Mubinongi Mwinjebo Rudenge pale. Ndio, lakini huyu Gideon James anatusikiliza vizuri kabisa kutokea pande za Itaba Kibondo, sema amegusa penyewe na kwao kule wapo mm -hmm. Jamani, waache, kama haujaitwa akaa mbali na acha kukatisha maongezi ya mtu na mtu. Ndio, lakini, Ruth Cyprian Mhm. Mm. Kutokea pale za Mweza pale Matopeni yuko na sisi vizuri kabisa, nasema wanaokatisha mazungumzo ya watu mm. -hmm. wanamkera sana tena sana wakome. Lakini Mateo hapa tumekuona kutokea pale za Kazumba, uh, kutokea pale zile za Muzani bila shaka. Mm -hmm. Anasema Kizimbani ya leo mmegusa penyewe, ni kweli kabisa watu kama hao wapo na tunaishi nao. Ndio. Eh, yeye tu jana huko bwana. Mm -hmm. Kuna mtu alikatisha michongo yake. eh. -eh. Mutabazi Meringi wa Kanyinya Ngara, sema dada, habari za hapo? Ni nzuri. Haya sawa ameshajibu. Pongezi Varista kumuyange pale. Anatusikiliza vizuri kabisa, sema kweli Asma hao watu bwana mm -hmm. Unakuwa unapanga mipango na mwenzako halafu mtu anakuja anaingilia. Mm. -hmm. Lakini huyu mwingine anasema eh, kutokea pande za Kigarama pale, kaandika ujumbe mrefu kweli kweli. Mhm. Mm Haya, yeye yeah, yeah, yuko bado kwenye kulikoni. Tunashukuru sana. Kulikoni tushavuka huko tuko Kizimbani sasa. Chazi J Kigabo kaibanja bu, kutoka bu, Bukoba vijijini pale. Uh -huh. Nimesema wanasikuzwa ni tumemaliza huko jamani. Sawa. Muda si mrefu tutarejea msikilizaji tujiandae kupata matangazo. Radio Kwizera FM 2026. Aminia. Mchakato. Radio Kwizera FM 2026. Aminia. Mimi Askofu Severini Niwemugizi wa Jimbo Katoliki la Rulenge Ngara. Nina ujenzi wa kanisa kuu la jimbo mjini Ngara. Ninakuomba wewe mwana Rulenge Ngara au yeyote mwenye mapenzi mema ndani na nje ya jimbo la Rulenge Ngara uniunge mkono katika kazi hii muhimu sana ya kuijenga nyumba ya Bwana. Ninakuomba uniunge mkono kupitia benki ya NMB akaunti namba 3211 Sifuri sifuri, tatu, sita, sifuri tano moja, jina ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara, au benki ya CRDB akaunti namba sifuri moja tano mbili nane nane nne moja hamsini na mbili mia tano, ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara, au lipa na M-Pesa namba tano nane moja moja saba, tatu, saba tatu. Sadaka The Catholic Diocese of Rulenge Ngara natanguliza shukurani kwa dhabihu yako na sadaka yako. Nyumba ya Bwana nitaijenga. Asante sana. Baba we, TV hili umelinua wapi? Mbona watu wanaonekana na yumba yumbafu kama kiza kiza? TV gani kwani? Ah, TV tu bwana, nilinunua dukani kwa watu, wameniambia nzuri, kumbe wameniingiza mikanyanga baba. Bwana yani sijui uko nchi gani wewe tv ni za osheni kisola kwanza wana tv za uhakika kuanzia nchi kumi na tano mpaka nchi sitini na tano zinawekwa kwenye umeme wa sola na umeme wa kawaida na teknolojia ya kisasa kwanza picha zao nyangavu kabisa yaani namuona mtu kama alivyo na zinapatikana nchi nzima hey, alo ni kwa sijui wewe hey, nimeelewa tv ni za osheni pekee <laughs> Ye yeah, mwemwemwe mwemwe mwe. Hivi haya magugu yanashindana na mimi au na maharage? Yaani mpaka nimechoka, hey! Mkulima wa maharage bado unapambana na magugu shambani? Usipoteze muda, nguvu na pesa kwa palizi la mkono. Kampuni yako pendwa ya Bukohola imekuletea Potent. Ndiyo, Potent inaangamiza magugu yote kwenye shamba la maharage na soya bila kuchoma wala kubabua majani ya maharage na soya. Tumia Potent, palizi bora linalofanya kazi kwa haraka na kwa uhakika. Ukipuliza Potent mapema, soya na maharage yanastawi bila ushindani. Punguza gharama, ongeza mavuno. Potent, chaguo la mkulima makini. Ulizia Potent kwenye maduka ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0742821731. Haya, saa tano na dakika 49, tumerejea kuendelea na jumbe yes. Eh, kukamilisha kizimbani kwa siku ya leo, ambapo tunawazungumzia baadhi ya watu ambao mna tabia ya kukatisha mazungumzo ya, ya watu bila sababu mm, tena bila sababu ya msingi unakazia hapo. Mhm. Mm, inawezekana ikawa sababu lakini bila sababu ya msingi kabisa, kuja tu unakatisha. <laughs> kidogo tunaweza tukapigana Okay. Yeah. Lakini pia tunashukuru kwa wale wote ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia mtandao wetu ya kijamii ikiwemo Facebook, okay. Lakini Laki pia kule YouTube tuko live moja kwa moja, Kwa unaweza kufuatilia kile ambacho tunakizungumza na unatuona. Mm. Sawa, bwana anaitwa Hamza Haukenga wa Mtakuje Mgoma Ngara, sema makweli, Kizimbani imekaa hot sana. Sawa, tunashukuru sana kwa kuiona pia imekaa hot sana lakini pia tumekuona hapa, anaitwa Baraka Danieli Bambara, tukipenda pia tukite kanute kutokea pande zile za wapi huko, mm -hmm. Eee, haya sawa, sante huo kwingine, mimi nakuachia wewe wapi? Kuna namna ni alivyoandika hapa bado sijampata vizuri mm -hmm. Joshua Mishano, haya, yeye amesema akiongea, jamani, atakufuru Ah, bora acha tu. Eh, bora kaa kimya lakini Nelson Mwamba kutokea pande za Mikoro Ngara anasema hakika Radio Kwizera FM Kizimbani ya leo imegusa, lakini pia anaitwa Dawson Porotazi kutokea pande za Kagazi anasema pamoja sana, tunashukuru sana. Gideon James pia tumekuona hapa kwa mara nyingine tena, andika ujumbe mmoja tu msikilizaji. Mm-hmm. Na kwa umetosha vizuri kabisa. Gideonus kutokea pande za maeneo ya kata ya Mobunda. Ndio. Haya, kituambia Mabunda iko wapi? Anaitwa Jiwaye kutokea pande za Mayenzi anasema mm -hmm. kweli watu kama hao bwana wapo, hata yeye anawachukia sana. Okay. Lakini dunia Rameki kutokea pande za Kibondo Itaba sema daki kweli kwao kule bwana kaandika hapa mm. e... e... <laughs> e... bwana kwamba mm. Milango yao ya chooni iko wazi muda wote. <laughs> Yosefu eh. Makaka kutokea pande za Kashinga watu wa kukatiza jambo la mtu wapo, mm -hmm. hata kwao kule hawakosi ila, mm -hmm. sio vizuri, lakini huyo anasema anaitwa Edson Zabron kutokea pande za Nyayanga Ngara, sasa mm -hmm. kweli wapo tena wengi, kikubwa tufunge midomo, kumbuka, mm. mdomo uliponza kichwa. okay. Mm, nafahamu msemo mdomo uliponza kichwa eh. oh. Modesta asante sana kutokea pande za Kanyenye unatupata vizuri kabisa na sisi tunakupata vizuri. Josefu kutokea pande za Ngara kata ya Mgoma. Mm. Uh, pamoja sana pia kutokea maeneo hayo Mr. Damdeo tumekuona pia dada umegusa penyewe. mm -hmm. Haya, sawa, asante. Nasema hakika Radio Kwizera FM kituo bora kabisa cha matangazo na unapata vizuri kabisa na itwaye Isidori Barandanje. Kutokea pande za Kasuru pale Juma anasema natakia majukumu mema. Tunashukuru sana. Nikasi Nehemia kutokea pande za Kasuru Center. 97.7 anatusikiliza vizuri kabisa akiwa sokoni pale Kadunduri. Okay. Eh, mambo ya mahemezi sasa hivi. Saa tano hii bwana. Saa sita ugali unatakiwa uive. Saa sita. Eh, saa sita ndio watu wanaanza kidogo kufufisha. Baada dakika nane. Eh? Baada dakika nane sasa ifika ugali unausonga. Sasa unaposonga na nini dakika mradi umekula ndani ya saa sita. Haijalishi unakula saa ngapi. Chakula cha mchana? Eh, cha mchana. Uh, ili kikae saa nane, kwa masaa mengi hapana, saa nane siwezi. Maana chakula make sa ni samba. Nile saa sita saa saba napenda sana hapa, kwanza njaa ina niuma, kwa sababu saa saba, ukila, mm -hmm. Saba ukila unapiga hesabu jumlishe nane, 15. na e. tano mm -hmm. Ina maana chakula kwa kawaida kinatakiwa kikae masaa nane mm -hmm. Baada ya masaa nane ndo upige kingine. Sasa kumbuka, saa moja, saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, eh, okay. Sabu hapo kwa muda sahii ni saa nane eh, ukishakula saa nane, saa tisa, saa kumi, saa kumi na moja, sindo hivo? Saa kumi na mbili, saa moja, saa mbili, saa tatu, ndo ule sasa saa tatu. Wengine wanasema kwamba kila saa tatu unajiandalia mazingira kutengeneza kitambi. Ah, unakuwa na kitambi, inabidi ule mapema. Kizimbani Mume ataka kupigiwa kelele, mume ataka kubembeleza. Ndio wenye tabia hizo mbaya, wapandishe kizimbani. Wahenga hawaamini asiyefunzwa na mamae, walimu wengu wamemwacha kizimbani. Katika maisha yako, kuna vitu viwili inabidi uvizingatie, kuna kupuliza ili wake na kupuliza ili poe. Bas, kizimbani, kizimbani. kizimbani mchakato

Sunda, chagua Sunda sola panel na Sunda sola battery kwa bidhaa original. hizo zinakuwaje? Mm, Sunda sola battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa n50, uwezo wake ni n50 kweli. Sunda sola battery ina dumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda sola panel, Sunda sola panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda sola panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu. Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia. <laughs> yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa nchi 19, saizi ya kioo chake kweli ni nchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. <laughs> Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Kuwa na choo haitoshi, hakikisha kuna sehemu ya kunawia mikono pia. Baada ya kutoka chooni, usisahau kunawa mikono. Sabuni na maji safi huua vijidudu vinavyosababisha magonjwa. Ni rahisi, haraka na muhimu kwa afya yako na ya wengine. Mtu ni afya, usibaki nyuma. Tumia ni safi. Tunakula nyama na kutumia maji salama. Fanya kweli. Fanya kweli, usibaki nyuma. Mtu ni afya. <tune>